Kama ambavyo tumeona mabadiliko makubwa hapa Mbeya Mjini. Dkt. Samia Suluhu Hassan kipindi hiki ameleta fedha nyingi sana kwenye miundombinu ya barabara, kwenye miradi yetu ya maji, kwenye umeme, hasa kata za pembezoni kule ambako mitaa ilikuwa haina umeme. Sasa mradi unaendelea kwa, kwa mitaa kumi na tano katika kata zetu na mradi mwingine utakuja kuhakikisha sio tu mtaa kupata umeme lakini umeme kufikia kila nyumba inayohitaji umeme. Kazi imefanyika kwenye eneo la afya, vituo vya afya vipya kabisa vimejengwa, zahanati zimejengwa. Kwenye eneo la elimu, shule zimejengwa za sekondari shule za msingi kwenye kata zetu. Kazi hiyo ndugu zangu ya maendeleo inaashiria tuko safarini. Katika safari hiyo tumepata fursa, sio maeneo yote. Unajua hapa tunajenga njia nne, ni fedha nyingi, sio maeneo yote nchi hii yanajengewa njia nne. Kugawanya kwa jimbo kunaleta maumivu kwamba sisi jamani, na mbunge wetu wote tunapendana, hasa mbunge anaenda wapi? <laughs> mbunge anabaki wapi? Yani kwa kweli kama ingewezekana angegombea tu yote mawili, ndugu, lakini <laughs> sasa kwa sababu hilo haliwezekani, kwa hiyo bado tutaendelea kuwa pamoja, upande wowote nitakao usema hapa, msiwe na wasiwasi wasi. <laughs> Kwa kusema hivyo, ndugu zangu wanameambili, na kwa kufahamu kazi tuliyoifanya pamoja, na kwa kufahamu kwamba mimi bado nitakuwa mzazi wa watoto wawili, sina budi kuelekea kwa mtoto anayehitaji zaidi. Lakini hakuna mtu anayeagwa leo kuna kusema, Tulia atagombea wapi? Amina. na hakuna atakayekosa huduma yoyote aliyokuwa tanda, wana jimbo la Mbeya Mjini, nimeona hapa mioyo imeinama, lakini isiiname kwa sababu bado nipo. Nimalizie kwa kusema hivi, wana Mbeya Mjini kwa sababu wako watu watakuja kuonesha nia hata kama watasikia